Na katika maradhi mabaya pia ya nafsi yanayokumba watu baada ya mambo ya shirki billahi na mingineyo, tuliyataja kibri, ujub, al hawa, pia ghurur inaingia katika hiyo, mtu kwa na ghurur, kuhadaika, hubu almali waljah na mingineyo, katika mambo yanayoingia katika nafsi. Lakini pia ni alishku, kuna kichwa cha alishku. Ishki inakuwa na pande mbili: mwanamume kumpenda mwanamke, au mwanamke kumpenda mwanamume. Hii ni maalumu kwa ajili ya wapenda nao, maradhi haya. Muulizaji mmoja alimuuliza Al-Imamu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kuhusu maradhi fulani ambayo hakuyataja na Ibnul Qayyim rahimahu llahu taala akaleta jawabu ambalo halikuweka wazi maradhi hayo, lakini maelezo yamekwenda yamekwenda, akataja watu wakafahamu, aha, kumbe kuna al ashiq. Aliyemuuliza kaweza kuona ni kitu kidogo, lakini ni katika vitu vilivyowaangamiza watu. Mtu akampenda mahbubati wake mpaka akavuka mpaka mwanamume akampenda mwanamke, awe ni mke au mwanamke anataka kumwoa au kinyume cha hivyo, na hivyo hivyo mwanamke kwa mwanamume. Kama mapenzi yale yameingia katika moyo wake, yakauenea ule moyo mpaka yakakaribia kumuua, mambo haya pia yanawatoa watu, yanawavua dini na dunia bali inawavua mpaka roho zao, watu wanakufa kwa jambo hili. Ni katika maradhi ambayo idha stahkama azza ala latibai dawauhu, yanapokuwa yamekaza yameingia katika mahali na yakakaa vizuri watamakkan, madaktari huwa hawawezi, wanatupewa katika kuyatibu wa ayal alila dawauhu

Asema mapenzi ni maradhi sugu ambayo hayana dawa, wametopewa matabibu wabobezi. Ni maradhi sugu ya haru, fihi latibau nahariru, wanatopewa wale matabibu walio mahodari wabobezi. Msemaji asema qad kuntu ahsabu anna al-ashiqina ghalaw fi wasfihi, mimi nilikuwa ninadhania kwamba wenye mapenzi hayo wamevuka mpaka katika kuyaelezea kwamba um, hawa sasa wamezidi, wana fa idha bilqawmi taqsiru, kumbe jamaa hata wao pia wamepunguza katika ile kueleza kwake, wameshindwa kuyaeleza kitu kibaya kabisa kinaharibu dini na kinaharibu vile vile dunia. Kuna kisa kimoja zamani niliwahi kusoma, kaeleza katika vitabu vya Taraif na kwenye vitabu vya kina al Asmai, wengine wananasibisha na Umar, lakini ni kadhib wa zurun wa buhtanun ala Umar, la tasihu hadhihi alkisa ala Umar. Ni maneno yameegemezwa kwa al Asmai. Pale asema al Asmai, mimi nilipita siku moja

Enyi wapendanao nyinyi, enyi kupenda nyinyi, billahi khabiru na hapa kwa Allah hebu elezeni. Idha halla lishqu bilfata madha yasnau, ishqi itakapokuwa imemvaa kijana afanye nini? Ataka ushauri, lakini kaandikwa kwa sheh, akaja yule a lasma anaye akaandika maneno pale, akamwambia yudari hawahu thumma yaktumu sirrahu wayakhsha fi kuli lumuri wa yakhdhau. Basi aendane na yale matamanio yake, kisha aifiche siri yake, asimwambie mtu, anyenyekee kwenye kila jambo eh, na ajidhalilishe katika kila jambo, anyenyekee. Sasa asema baada ya kuandika maneno yale nikarudi mimi siku nyingine, siku ya tatu au siku ya pili, nikakuta yule kijana kaandika tena ile maneno pale nasema: wa kaifa yudhari wal hawa qatilul fata wa fi kulli yawmin qalbuhu yataqatta'u. Vipi bwana ataweza kuendana na mapenzi yake? Vipi anaendana na mapenzi yake na hali ya kuwa haya mapenzi ni yenye kumuua huyu na kila uchao, kila siku moyo wake unakatika katika. Akachukua chaki kishujiwe naye akenda kaandika pale, idha lam yajid sadran likitmani sirrihi falaisa lahu shaiun siwa lmauti yanfauhu, ikiwa hakupata subra ya kuweza kuficha siri yake, basi hakuna kitu chochote kitakachomsaidia isipokuwa mauti. Kenda zake

Tumesikia tumetii, samina atana thumma mitna, tumesikia tumetii kisha tumekufa. Sisi kufikisha salamu zangu kwa yule ambaye anawazuia watu na kufanya mahusiano. Pia nawapa hongera kwenye neema kwa neema zao, na yule anayependa aliyedhaifu maskini, kile anachokigumia katika machungu, pia nampa hongera Wakamkuta ule mtu kafa pale. Ni story sio Al-Asma'i ameeleza lakini, ukisoma katika baadhi ya vitabu, hata Ibn Al-Qayyim ana Raudhatul Muhibbin na vitabu vingine pale, kazungumza maneno mengi sana. Watu wamemlaumu sana Ibn Al-Qayyim, kwa nini kaandika maneno yale? Lakini inawezekana ilikuwa ni matatizo makubwa mno katika wakati wao. Ni vitu ambavyo vijana vikiwavaa, mtu akiingiliwa na mambo ya al-ishqi katika umru ambao ni mubakiri mapema, basi mustakbali wake unaharibika. Yee kutu akikaa amfikirie mpenzi wake, hawezi kusoma, hawezi kuhifadhi, haelewi kitu, hakuna chochote, yeye afikiria mpenzi wake. Unaweza kaona kama ni jambo dogo hivyo, lakini mushkila ni daun udhalun a'ya al-atibba sasa dawa yake nini? Sasa, billahi ya alaikum, ikiwa wakati huo lilikuwa ni tatizo na likahesabika kuwa ni janga linayohitaji matibabu ya haraka, mpaka alimamu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala akakiandika kitabu hiki, wewe waonaje katika wakati huu ambapo matatizo ya aina yote kwa watu waliotangulia yote waliokwepo, basi safari hii imekuja kisasa zaidi. Waonaje hali kama hiyo? Bila shaka, kutafutiwa ilaji ambayo ni munasib tiba, yeye kunasibiana na jambo hilo ni kitu ambacho wa, siwezi kusema hakizuiliki, ni kitu ambacho kinatakiwa kipewe kipaumbele. Na tiba iko katika kitabu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na maneno ya atibau albariin kama al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kwa sababu hao mabwana wakubwa, wanaitwa mabwana wakubwa, ambao wanaweza kukushauri katika jambo hili, wao wenyewe wakifika wakati pia wajinyonga, na suti yake kajinyonga na tai yake aliyoivaa shingoni. Kwa hiyo watu hufikia wakati wakajiua, kwa kunywa sumu, wakajiua kwa kujipiga risasi, wakajiua kwa kujirusha katika majengo marefu na njia mbalimbali, kwa sababu ameambiwa fulani hutamuoa wewe, hutaozeshwa mwanamke fulani, au mwanamke fulani hutaolewa na mwanamume fulani, hatutaki Hamtaki, sawa. Mtaona ajiua watu wangapi, na kesi ngapi hizo zimepita kwa watu wakazidhulumu nafsi zao, wakayafanya haya walioyafanya. Sasa tiba yake ni nini? Yuko daktari anaweza kutibu mambo haya? Aljawabu la hakuna. Alimamu rahimahullahu ta'ala,

Je, kuna dawa, kuna matabano, kuna ruqya ya kuweza kuiua hii sihiri na uchawi huu wenye kuua, kuna hila yoyote? Ndio Sheikh al-Imam akaandika kitabu hiki kwa lengo la kuwapa ponyo wenye maradhi ya aina hiyo, ambayo ni maradhi ya ndani yasiyowezekana na madaktari Akatumia njia mbalimbali za kueleza za kumsaidia mtu, kwa njia njia za tauba, kutubu kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka dawa kubwa ya shirki ni tauhidi, kwa akakumbusha juu ya swala la tauhidi na mtu kukithirisha tauba na istighfar na kuyaepuka madhambi na asbabu zake. Akaeleza aliyoeleza mpaka kafika katika mlango wa adhkar mlango wa adhiya adabu na adabu zake na namna ya kufanya ili kulitibu gonjwa hili sugu na mfano wake.